Na sababu kubwa ya kuanzisha au kuhimiza sana uasisi wa mashule ni ile hali ambayo imewakumba Waislamu siku nyingi mno, kwamba Waislamu wamekuwa wakilalamika, wengine wakiilaumu nafsi yao juu ya kuachwa nyuma katika gurudumu la maendeleo ya elimu, hasa ukilinganisha na wengine ambao sio Waislamu, kwamba wanaonekana wamepiga hatua kubwa mno. Hivi tukizungumza, nchi hii, tukichukua mfano wa shule na vyuo vikuu, Waislamu nchi hii Tanzania Bara, tuna chuo kimoja tu kinaitwa MUM kiko Morogoro. Pia ilikuwa ni zawadi ya serikali kwa Waislamu baada ya kulalamika lalamika. Kinyume chake, upande wa pili wana vyuo vikuu yapata kumi na mbili hivi sasa, vinalingana na vyuo vikuu vya serikali. Ndio maana mnaona kwamba teuzi teuzi nyingi sana zinazofanyika serikalini utakuta wanaochaguliwa hasa ni wa hasani, upande, upande wa upande wa pili wa barakatuh

Ndugu zangu katika imani, napenda kuchukua fursa hii kutoa shukurani kwa uongozi wa chuo chetu cha ualimu cha Arafah kwa kunidhania dhana njema na kunigeuza kuwa ni mgeni rasmi wa hafla hii tukufu ambayo lengo lake ni kuwagana na vijana wetu ambao wamemaliza e, ualimu wa awali. Nawapa hongera, nasema mabrukin kwa juhudi ambayo mmeifanya na kuweza kutunukiwa shahada za ufaulu. Mwenyezi Mungu awabariki katika shughuli zenu za hapo baadaye. Ndugu zangu katika imani, napenda kuchukua fursa hii kuwakumbusha wale vijana wetu ambao wamekuja kujiunga na sisi na hii ilikuwa ni jumla ya dhana njema ya wazazi kuona kwamba chuo cha Arafah ni mahala salama kwa vijana wao kuja kusoma, kwa kuzingatia kwamba hiki chuo ni katika vyuo vichache sana hapa Tanzania ambavyo moja ya malengo ni kuwasaidia vijana wao, yaani wanafunzi kuwajenga katika maadili mema. Ndiyo maana jumla ya masomo ambayo yanasomeshwa hapa pia ni masomo ya dini, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha vijana tabia njema, tabia njema na stara aliyotufundisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika Qurani na Sunna. Nachukua fursa hii, ndugu zangu kwa ujumla, pamoja na wazazi, kuwakumbusha malengo ya taasisi hii. Taasisi hii ilikuwa na malengo mengi, lakini ningependa kuzungumzia lengo la elimu. Ni kwamba kwa taarifa, taasisi hii ilianzishwa mwaka 1987 ambapo wengi wenu mlikuwa hamjazaliwa wala hamjulikani kama mtazaliwa. Kwa hiyo ilipitishwa rasmi Wizara ya Sheria lakini katika kupitishwa kwake, kulikuwa kwa utaratibu wa serikali, kunakuwa kunatakiwa kupelekwa mwongozo au katiba ya taasisi. Sasa ndani ya taasisi ilikuwa lazima ubainishe malengo yako na pia namna ya kutekeleza, namna ya uongozi, namna ya mikutano. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumza hapa katika malengo ambayo yamekusudia hii taasisi ni kumuelimisha kijana wa Kiislamu ili awe ni mwislamu mwenye kujitambua, awe ni mwislamu mwenye kufuata mwongozo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa masahaba walivyopokea huu islamu. Na halafu baada ya malengo kukaelezewa pia namna ya kufikia malengo katika lengo la elimu ni kwamba taasisi ilidhamiria kuanzisha vituo mbalimbali vya kielimu tangu elimu ya awali mpaka ya sekondari ya juu, bali hata kupa, ikiwezekana kupatikana vyuo vikuu na vyuo mbalimbali vya taaluma mbalimbali. Haya yameelezwa katika katiba yetu, pamoja na kwamba katiba ilibadilishwa badilishwa, lakini bado malengo haya na mbinu za utekelezaji wa malengo zipo mpaka katiba yetu mpya ambayo tuliokuwa nayo hivi sasa. Pia katika jumla ya ma ma maazimio au ma utekelezaji wa malengo ni kuanzisha mashule ambayo yatakuwa na mrengo wa elimu jumuishi, yaani kuwe na masomo ya sekula ambayo silabasi yake ni ya serikali na masomo ya dini ambayo silabasi yake ni ile ambayo tumeichagua sisi, na lugha za masomo ni lugha tatu: lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiarabu. Kwa masomo ya dini, tulikubaliana siku nyingi kwamba yawe nasomeshwa kwa lugha ya Kiarabu, isipokuwa baadhi ya vituo vichache vinafundisha kwa lugha ya Kiswahili lakini mashule yetu tangu upande wa nursery school au elimu ya awali watoto wanafundishwa, media ya lugha inayotumika ni Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Miongoni mwa utekelezaji, mbali ya kuanzisha mashule, pia tuliona kwamba kuna haja ya kuanzisha chuo cha ualimu, kwa sababu kadiri inavyokuwa taasisi itapanuka na kweli imepanuka, kwa sababu hivi tukizungumza, taasisi na mashule karibu 26, na ndio taasisi ya kwanza hapa Tanzania ambayo inamiliki mashule mengi, tena yenye mrengo wa dini, pia kwamba kijana akimaliza masomo anakuwa angalau, akifika sekondari, amemaliza kiwango cha mutawasitwa, na kama amemaliza mfano primary school, basi amemaliza kiwango cha ibtidaia yani, masomo ya msingi ya lugha ya Kiarabu. Tunashuhudia shule zetu za msingi watoto wakimaliza la saba wanakuwa na uwezo hata wa kutoa hutuba, wale vijana wa kiume, hutuba za Ijumaa. Hili ni jambo ambalo ni katika fadhila kubwa Mwenyezi Mungu aliotupa, na sababu kubwa ya kuanzisha au ku, ku, ku, kuhimiza sana uasisi wa mashule ni ile hali ambayo imewakumba Waislamu siku nyingi mno kwamba Waislamu wamekuwa wakilalamika, wengine wakiilaumu nafsi yao juu ya kuachwa nyuma katika gurudumu la maendeleo ya elimu, hasa ukilinganisha na wengine ambao wa sio Waislamu, kwamba wanaonekana wamepiga hatua kubwa mno. Hivi tukizungumza nchi hii, tukichukua mfano wa shule za na vyuo vikuu Waislamu nchi hii Tanzania Bara, tuna chuo kimoja tu, kinaitwa MUM kiko Morogoro pia ilikuwa ni zawadi ya serikali kwa Waislamu baada ya kulalamika lalamika. Kinyume chake, upande wa pili wana vyuo vikuu yapata kumi na mbili hivi sasa vinalingana na vyuo vikuu vya serikali. Ndio maana mnaona kwamba teuzi teuzi nyingi sana zinazofanyika serikalini utakuta wanaochaguliwa hasa ni wa upande, upande wa upande wa pili, na Waislamu wanalalamika yawezekana kwamba kulitokea hujuma huko nyuma, tangu zama za mkoloni, kwa sababu walikuja wakoloni hapa, moja ya malengo yao yalikuwa ni kuimarisha dini yao. Kwa hiyo walianzisha mashule wao mapema, na wazazi wa kiislamu wengi waliogopa kuingia kwenye aa, mashule, kwa sababu waliogopa watoto wao wanabadilishwa dini. Mimi nakumbuka nilivyosoma shule ya msingi, kulikuwa na mwalimu alikuwa anaitwa George Othman historia yake ilikuwa ni kijana wa Kiislamu, ana jina la Kiislamu, lakini pale alipokwenda kusoma shule ya kanisa akabadilishwa dini. Na haya hapo mnayaona, baadhi hata ya mawaziri wakubwa walikuwa ni Waislamu, lakini walipoingia mashule ya kikanisa wakageuka. Kwa hiyo kuna unyonge fulani ambao waliupata Waislamu, tena mkubwa mno kwa hiyo Waislamu wamekuwa wepesi wa kulalamika, twaonewa, twadhulumiwa. Lakini sasa vijana wakati huo wakaona ah, huu si wakati wa kulalamika. It can be done. Play your part. Inawezekana. Kwa hiyo chukueni nafasi yenu nanyi mfanye juhudi. Kwa hiyo ndio, vijana wakati huo bado ni hohehahe, hawana uwezo wowote, hawana uwezo wa kumiliki, bali wakitembea na vibaskeli kutokana na nia yao njema, Mwenyezi Mungu akawafungulia shule yetu ya kwanza. Kwa wale ambao wanajua historia ya taasisi yetu, ilikuwa ni shule ya Msambweni, inaitwa Arafa Primary School. Alhamdulillah, shule ya Arafa ikenda kazalisha mashule mengi ya msingi na ya sekondari ndani ya mji wa Tanga, ndani ya wilaya za Tanga na nje ya mkoa wa Tanga. Hivi sasa juhudi za elimu zipo kwa upande wa taasisi mpaka mikoa ya ziwani huko upande wa Kagera. Kuna maeneo mengi sana ambayo tumeanzisha juhudi za kielimu na maendeleo. Kwa hiyo, kuwepo kwa chuo cha ualimu ilikuwa lengo lake ni kuzali, kuzalisha vijana ambao watakuwa wenye kuingia katika mashule yetu na kusomesha wakiwa tayari wameandaliwa, wanaelewa malengo yao kwamba kubwa ni kumjenga kijana katika kumhofu Mola, sio mwizi. Na hili kwa taarifa yenu vijana, ni kwamba alikuja mkurugenzi wa elimu wa kanda ya Kaskazini, alikuja ofisini kwangu akanipa hongera juu ya vijana wanaomaliza chuo cha ualimu cha Arafa. Wamegundua kwamba vijana wetu wana disiplini nzuri na ni watendaji wazuri, maudhurio ya wa darasani mazuri wanajiheshimu na wanaheshimiwa. Kwa hiyo, hii ilikuwa ni moja ya tazkia ambayo tumepewa na baadhi ya viongozi wa kiserikali. Nachotaka kuambia ndugu zangu kwamba hii taaluma ambayo imeanzishwa hivi sasa ya elimu ya, ya awali huko nyuma haikuwepo, kwa maana kulikuwa na elimu ya nasari, tunaita walimu wa nasari, lakini bahati mbaya serikali ilikuwa haitambui shahada ambazo zilikuwa zinatoka za kiwango cha nasari. Serikali ilipoanzisha mfumo huu wa elimu ya awali, tukaona na sisi tupate fursa, kwa sababu mashule yaliyopo yote hivi sasa yameamrishwa na serikali ni lazima yaanzishe masomo ya awali na nasari na, na, na school kwa hiyo alhamdulillah, hili ni jopo la pili kumaliza masomo, kwamba kwa, kwa kiasi kikubwa kwa taufiki ya Allah, kwamba hawa dada zetu waliomaliza au vijana wetu wa kiume waliomaliza wana nafasi kubwa ya kupata ajira. Nazungumzia elimu ya awali pamoja na hawa ambao wanamaliza diploma, ambao hivi sasa serikali imetangaza, mama alitangaza katika kampeni zake kwamba watachukuliwa walimu nimesahau idadi, kiasi kikubwa sana. Nachotaka kuwaambia ndugu zangu, hasa nyewe mnaomaliza masomo, kwamba e, hii kiwango ambacho mmefikia cha masomo bado ni kidogo sana, hasa hapa kwetu nchini. Elimu ya awali au mwalimu wa elimu ya awali bado wamedharaulika. Ndio maana utagundua kwamba hata zile posho wanazopewa waalimu wa awali zinakuwa ni ndogo, tofauti na hizo nchi ambazo zimeendelea kwamba waalimu wa, wa masomo ya awali wanalipwa pengine sambamba na waalimu wa vyuo vikuu. Kwa nini? Kwa sababu wenzetu wamejua umuhimu wa kujenga msingi imara, kwamba kijana akilelewa vizuri mwanzo wa maisha yake wakati anaingia shule basi huko juu atafanya vizuri sana. Kwa hiyo mimi nawahusia subira, lakini subira hii iambatane na juhudi nyingine. Milango ya elimu imefunguliwa, Wizara ya Elimu imefungua milango ya elimu kwamba mtu anaweza kajiendeleza mpaka anakotaka huko juu. Mwalimu wetu mkongwe ambaye ni katika waasisi wa, wa hii hii kichuo, ukiuliza historia yake amesoma na madigrii kwa njia ya masomo ya mbali ambayo ni kama hivi vyuo vya, vyuo vikuu vya Open University wanaita na amepata digrii yake. Amekuwa mwalimu mzuri kabisa, anafundisha na ana uzoefu mkubwa. Ndio maana kila hafla huwa tunamleta hapa, kutu kutupa ushauri wake na kuangalia juhudi ambazo tunaendelea nazo. Kwa hiyo ninachotaka kuambia wale ambao wanamaliza masomo wali wale waliofanya vizuri, nazungumza kwa sababu, kwa hali yoyote, si tukiajiri tuki, huwa tunafanya interview. Hata kama umemaliza chuo chetu umepata shahada, lakini huwa tunafanya interview mara nyingine ya practical. Utakuja na shahada yako, umepata gredi kubwa sana, lakini ni lazima tukupime hata darasani. Kwa hiyo wale ambao wamefanya vizuri, kuna nafasi za ualimu zipo, kwa sababu tuna tuna shule nyingi za awali, sio hapa mjini tu. Hapa mjini ziko karibu tano nafikiri, lakini aa, kuna wilayani huko na sehemu nyingine za mbali mikoani, zipo nafasi. Kwa hiyo mkipata shahada zenu, basi angalau mtuandikie barua. Pamoja na nakala za shahada zenu tutaweza kuwaita kwa ajili ya interview. Kwa hiyo bishara, na wale ambao watakosa, basi wanaweza wakasubiri eh, ajira za, za, za serikali, lakini sisi twasema nafasi ni yetu kwa vijana wetu. Watakuwa ni bora kwetu sisi, kwa sababu wamekaa na sisi wamejua angalau malengo ya taasisi yetu katika kufikia kuwasaidia Waislamu wenzetu kwa hiyo muhimu, ninachotaka kuambia hasa wale ambao walimu waliopo katika taasisi hizi, salamu ziwafikie kwa njia yote, kwamba mwaka jana tuliandikia barua wale vijana wote ambao tumewapa ajira kwamba sharti kuu la ajira yetu, kama una elimu ambayo ni ya awali isiyokuwa na shahada hii ya serikali, basi inabidi urudi chuoni tena ikiwezekana mfanyiwe program ya kuweza kupata mtihani ambao utawafanya mpate shahada inayokubalika hapa. Ni upande wa elimu hizi za awali na upande wa, wa, wa masu, walimu wa shule za msingi. Huko nyuma mnajua kwamba kiwango cha cha elimu ya msingi walimu wake wana daraja A, lakini kwa sababu serikali imetangaza, nafikiri baada ya mwaka mmoja miwili hawatotambua tena shahada za A, wanataka diploma. Ndio maana mnakuta taasisi pamoja na chuo chetu kimeanzisha mfumo mfumo wa masomo ya diploma. Kwa hiyo, waalimu wetu, A, kwa hiyo wale waalimu wetu ambao wana daraja A tuliwahadharisha kwamba wasipojiunga na masomo ya diploma kwa sababu kuna mfumo hapa umewekwa kuwasaidia waalimu ambao wanaendelea kuchapa kazi asubuhi, kuna mfumo wa masomo ya jioni. Lakini bahati mbaya <coughs> au bahati nzuri upande mwingine, waalimu wasiokuwa wa taasisi wenye daraja A au waliokuwa hawana shahada ya awali, wengi wao wamejiunga, yaani takriban asilimia 90 ya waalimu wa nje wamejiunga lakini wale walimu wetu tuliokuwa nao wamepuuza, wamebweteka, wamefikiria kwamba wataendelea kukaa na ajira hizo. Lakini ninawatangazia mimi, lile sharti tunalitekeleza kimatendo. Yoyote yule ambaye alikuwa mwalimu wa daraja A au mwalimu wa awali lakini hana shahada na amekataa kwa njia yoyote ile kujiunga, basi nafasi yake ya kazi imekufa. Kwa hiyo kwa maana nyingine, wale wenye shahada sasa za diploma na wale ambao wamemaliza elimu ya awali kwetu sisi tunawapa kipaumbele. Shime ndugu zangu, mlete maombi haraka, ndio wakati wake, huu ushafika, wakati wa maombi, kwa sababu tunataka walimu wenye sifa. Ifikapo Januari ndio ambao wataingia madarasani. Kwa hiyo Allah Allah, leo nimekuja na ujumbe huu. Nawatakieni kila la kheri wa, wa, hasa wale ambao wanamaliza, Mwenyezi Mungu wawepesishie katika mwelekeo wao wanaokwenda, na wale ambao Mwenyezi Mungu hawajajalia kuwapa waume, wawape waume wa, wa, wa, wa kheri, na wao waweze kuishi kwa wema na kuweza kutulea watoto wetu kwa njia ya kheri na salama. aqulu kauli hadha